Sasa moja kwa moja tumkabidhi Andrew Kingamkono uh, Kinga, takanifahamu tuanzie mapema mchezo wenyewe asubuhi, kipindi cha kwanza, namna ambavyo Simba waliingia kwenye mchezo ule, lakini pia tutazame Azam, namna ambavyo walikwenda kuapproach mchezo wenyewe. Rashid alikwenda moja kwa moja kuzungumzia mabao, jinsi ambavyo mm. yamefungwa kwa sababu tulikuwa tunamkumbusha mtazamaji mm. kwamba binadamu <coughs> tumeumbwa na kusahau <coughs> na jana, Simba alirovyo rovu rovu na mm. kutebwereshwa tebwere, <coughs> eh, kilikuwa ni <coughs> kipigo cha mabao mawili kwa mtungi, kwa hiyo namna ambavyo mwalimu ameapproach mechi uh, kwa upande wa Seleman Matola Varone, lakini pia kwa upande wa mwalimu uh, Jean Florent Ibenge namna ambavyo mm -hmm. aliingia kwenye mechi ile dakika 45 za kipindi cha kwanza, alafu dakika 45 za kipindi cha pili na kuja kuimaliza mechi, kuna kwa dakika ya 81 na moja na 88, Azam wakawa tayari wamesha siliba ushindi wao karibu sana. Mpango, mpango wa Matola ulifanikiwa kwa kipindi cha kwanza, alikuja vizuri na mbinu yake akishambulia alitengeneza nafasi walikosa nafasi nyingi Simba kipindi cha kwanza ukiangalia, kiangaliaoa Ligonga, pale, none, Abraham. Mbili. Mbili. Koyo, Ligonga uh, mwamba pale, ya ile changamoto ya Simba ya umaliziaji imeonekana, na hiyo ndo matokeo yake, madhara yake ni hayo, kwamba unaposhindwa kutumia nafasi kwenye michi za aina hii mwenzako akija akitumia nafasi, basi huwo unaonekana wewe si kitu. Mm. Kwa hiyo Simba kipindi cha kwanza walikuwa vizuri Tasa. Kimpango wao ulifanikiwa walitengeneza vizuri mpango wao vizuri, wakashambulia kwa umakini, wakajilinda vizuri mm. Lakini kipindi cha pili, kila muda ulivyokuwa unaenda, wachezaji wakawa wanaondoa umakini, labda walikuwa nawaza sasa, tunataka tufunge goli, kwa hiyo yeah. Wakati mwingine unapowaza kufunga goli mchezaji anajikuta timu inafungua inaenda mbele, na hata mabadiliko aliyofanya kocha, muone, kuna watu waliotoka, kuna watu wakiingia moja kwa moja, mnajua hapa sasa ni mbinu, ni kwenda mbele. Au kuna mtu akiingia, mnajua sasa hivi mbinu hii, kocha anamuingiza huyu, tunakwenda kujilinda, kwa sababu mnafanya mazoezi, mnajua kabisa kama mbinu hii anaingia anaingia Kante, hapa ni kwenda kujilinda. Au anatoka Kante anaingia Nabi, mnajua hapa tunakwenda kushambulia, kwa sababu mnajua aina ya mshambuliaji. Mtu aliyeingia anaonyesha kwamba sasa tunatakiwa tufungue timu. Kwa hiyo Simba walikwenda kufungua timu, muone kwamba sasa tuende mbele lakini siku zote unapomfukuza mwizi usahau kufunga milango yako. Sasa wakati huo wanaenda mbele wakasahau kujilinda, ndio yale matukio hii. E, sentesi mara nyingi huwa hatuichambui mm. enyewe tuichambue kidogo. Ukimfukuza mwizi alafu mlango wako ukiacha wazi, mwingine anaweza akapita, utakuja kulia umeibiwa. <laughs> <laughs> Ona Simba okay, kimpango mm. ulikuwa vizuri hata, e, hata kocha Matola kwenye mwisho wa mchezo anazungumza kwamba mm. mpango ulikuwa vizuri mpaka mwisho watu wakapoteza umakini kabisa kwenye walioamua kushambulia bila kuwa makini mm -hmm. na wakati mwingine unamuona Mligo nasema amekwenda kwenye timu kubwa bado hajafikia yeah, viwango vya timu kubwa mm -hmm. ni mapungufu ambayo anayo. Magoli yote eh, mawili yamefungwa Azam, yeye ni mtu ambaye angeweza kuokoa kwa asilimia kubwa yale magoli yote mawili alifungwa Azam, kwa sababu yeye mm -hmm. wakati wale wenzake wana, wanaenda kule kwenda kukaba <laughs> ule upande mwingine <laughs> umeona <laughs> wakati anaenda kukaba kwenye ule ambao kule Saduni anakwenda, yeye ndo alipaswa kuwa mtu wa mwisho. Ukiona kwenye goli la kwanza la Kitamba bora, wakati nani chamu -no, nani nangu anakimbilia kwenda kukaba kule, yeye alikuwa anakuja na jogging. Wakati Jifti anaingia kwa spidi, wakati yeye ndo alipaswa kwenda kumaliza na Jifti, kwamba akimbie naye waingie wote kwenye boxi ya Jifti Kitamba, unaona, Jifti aende amalize eh, eh, eh, <coughs> no, ha, naye kwenye boxi hmm. Lakini haikuwa hivyo. Goli la pili vile vile Saduni anakuja kupiga shuti, nani nado anapiga shuti mbele yake Mone. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye alikuwa na nafasi kubwa ya ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kwenye ulinzi, kwa sababu timu inapokuwa inacheza ile inavyojilinda inakuwa inatengeneza vi. Kwa hiyo ina ama gol la kwanza, gol la kwanza Mone Mone Mligo Mona Mligo, Mligo alikuwa na trot, wakati yeye anajua kuna mtu anakimbia katikati kwa spidi kuwai mpira yeye akawa bado anaamini labda nangu ataweza kwenda kucheza ule mpira, yaani akuwa kwenye akili ya mchezo. Labda ndo dakika za mwisho, sasa ule umakini unaondoka kwa sababu ushakimbizana sana, muda mwingi, umakini unakuondoka. Kwa hiyo unakuta unaruhusu goli za namna hii. Kwa hiyo, beki yeye, siku zote, mtu wa pembeni ndo anakuwa mtu wa mwisho kati timu. Umeona mpaka iame ule mpira, mpaka mpira utapoama hapo hapo, umeona hapo? Umeona hapo? umeona shape ya Simba Umeona shape ya Simba haina tatizo sana. Paka naona tatizo ngoja na Rashidi nangu alikuwa anatembea na kitambara bora sawa kwa sababu ule mvusi uko kule mbali uhum. na Chamu alikuwa anamaliza sawa anamaliza pale kwenye zile mipira yote katikati ambayo itapita pale katikati hmm. Sasa ule mpira ukuja pale katikati, yule kule ni nani kule, Kapombe Rashi? Yule Kapombe, huyu hapa Mligo, umeelewa? Mimi shida yangu ndio iko hapo, anachanganyikiwa, anakaba nani, yani do, Mligo amkabe, kitambala bola, subiri sasa. Ndio mimi sasa ninaambia maelezo ya Kingamkono kutaka kumlaumu Mligo nambebesha lawama kwa sababu kafika ka mbali paka kusema hana uwezo wa kucheza Simba. Sio uwezo wa kucheza Simba sijasema eh, uwezo wa kucheza vipi, nasema bado anahitaji kukua zaidi eh, eh, sasa arudi nyuma mtozi mtozi arudi nyuma, kati ya arudi tena nyuma, mmoja mmoja, sasa mmoja mmoja, ah, twende hapa sasa. Umeona kitambala bora anaondoka huku, kwangu sio shida Kingamkono, mmoja shida ilianza hapa, kwa sababu kitambala bora anaondoka yeye, alipaswa kuwa ndio anakwenda kumkaba kitambala bora, sio kukaba hii nafasi, kwa sababu hii nafasi ya huku mwisho anapaswa kuja kukaba winga. Umeona yeye, kwa sababu ile timu inakwenda kule, umeona timu inaenda inasogea kule wale wenzake wote washaona mpira lazima utatembea kule, ndomonamona Shamuu kakimbilia kule na Nangu amesogea kumfuata Shamuu. Umone sasa yeye ndio alikuwa mtu wa mwisho anakuja kumaliza, na kitambala bora anaondoka naye.